Ambao wale kuna watu ninaweza salimia watu wawili watatu. Acha ni salimie director wangu Simon Maina, ni ni mwalimu mkuu wa Little Peak Education Center. Sisi ambao shule ziko pale area ya Kayole, moja iko pande ya Dominion House, nyingine iko pande ile ya sabasaba near Rodin area. Ukifika hapo utaiona maandiko makubwa, ameandika maandiko makubwa sababu hata neno la Mwenyezi si Mungu linasema tuandike maono yetu kwa manchina, man, man, man, man, man, manchina, kubwa kubwa. Kwa hivyo ukifika hapa Rorini e, e, area, hata usipouliza utaona Little Peak Education Center, na utaweza kuingia mahali pale na utafanya nini. Acha nisalimie Steven Piketi. Steven Piketi ni rafiki yangu ambayo ni fundi wa simu pale, ukienda, ukienda pale area ya sabasaba kuna Frederick ya Tichi, Frederick ya Tichi akiwa ya pande ya komoroko huko, tunawakusalimia sana. Janet Wangui na Janet Wangui, pole sana kwa baba yenu mgonjwa. Ningeomba Mungu mwenye nguvu na uwezo akaweza kugusa baba yenu na akaweza kupona na kuendelea na maisha yake kama kawaida katika jina la Yesu Kristo. Lakini jua ya kwamba Mungu anafanya, ana, u, anajaribu wale watu wanaompenda. Jua ya kwamba Mungu anakupenda sana na na wawazia mawazo mema. Wacheni kuona ni kama ya kwamba Mungu amewaacha, Mungu hako pamoja na nyinyi. Kwa hivyo baba yenu ataweza kupona kwikiri hapa likuku kwake ili tukaweze akaweza kuendelea maisha yake kama kawaida e, kabisa. na wale wote ambao wanaotutazama wale watu wote ambao wanatufuatilianga Sarome Modoni ukiwa pande ya kama Simba Junction. Asante sana John Gifora, ukiwa Kiambu wale wote wako nje, Eh? Mungu awabariki sana awabariki sana tunaonanga, unatuambia keep it up. Eh, ukiwa huko huko, ukiwa huko huko. Kwa hivyo kwa hivyo una wale wote ambao wanatushikilianga mkono. Hata director we, wetu nimekusalimia wewe ukiwa hapo. E, sababu lazima mkono itaji mkono hii ingine wa jiko lazima, jicho eh ikuwe inahitaji hata mdomo ili ipate nguvu ya kuona. Wakati Mswahili alisema kidole moja hakifuji chawa e, hapo amekosea mm -mm. Na alikuwa anajua ya kwamba kidole moja hakiwezi fuja hata chawa. kama ikitavunja chawa, lazima kitafute mahali ya kufinyilia hivi. Kwa hiyo mm. Inahitaji nini? Inahitaji kitu ya kuisapoti. Unaweza shika, yes. yeah. yeah. Shika chawa mm. ufinya na hizi vidole mbili ikufe mm. Unaweza shika chawa uifinya na hivi vidole mbili ikufe, lakini, lakini uwezi ishika na hii kidole mm. moja nafujie kufa kwani wewe kuwa aniwezkue mrogi Director. Sine, ya kuwa mrohi ati kufa wewe chawa kufa ikiwa kwa kidole moja hivi, lakini azaifinya mimi a vidole mm -hmm. Kwa hivyo asante sana kwa wale wote ambao wanaotutazama na wanatupitia nguvu hiyo. Aa, ni kidole ya kwanza kuna ingine ya pili mpaka ninyi nyote ni vidole. Kwa hivyo sisi tuko na vidole mingi hapa ya kutusaidia, hey. Okay, siku ya leo